Naona wenzetu wa Zimbabwe wanafunga mwaka kibabe kabisa. Mm mwanamke umri miaka 33. Kivulana huyo umri wa miaka 16. Mwaka unafungwa kibabe umeile. Bwana eh, kuna hii video nadhani umeweza uh, kukutana nayo mtazamaji wangu wa Umbea Media TV. Uh, ni video ambayo kiukweli uh, sio video ya maudhui mazuri, ni video fulani hivi ya maudhui eh, mabaya. Sasa kuna hiyo video ambayo imeweza kupostiwa kila mahali tofauti tofauti, lakini unajua kwa sababu kutokana na sheria za YouTube siwezi kupostia hiyo video hapa, lakini natumai kama umeingia Telegram umeweza kukutana na hii video sana sana. E bwana, ni video fulani ambayo inamzungumzia inamzungumzia mwalimu eh, mwalimu na kijana mdogo tu eh, kijana ana miaka kumi na sita lakini mwalimu ana miaka thelathini Yani, kwenye umri huo tunaweza sema basi mwalimu uh, yupo kwenye umri fulani wa mishangazi hivi e, lakini kijana uh, bado ni kijana mdogo tu e, tuseme kijana bado uh, bado ni Gen Z tu anajitafuta tafuta katika uh, maisha yake ya shule, lakini kuna jambo ambalo limeweza kutokea hapa ambalo nataka niweze kujuza moja kwa moja mshikaji wangu na mtazamaji wangu wa Umbea Media TV. Eh, bwana kabla sijakueleza ama kabla tujazungumzia video hii, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo inazidi kukuletea burudani, inazidi kukuletea habari zote za ulimwenguni. Kusubscribe na like, alafu pia usahau kushare kwa ndugu jamaa na hata marafiki zako ambao pia nao wangependa kuzipata habari e, kama hizi. Sasa tusipoteze muda tuingie kwenye hoja yenyewe bwana. Wanasema shuleni huwa kunafundishwa maadili mema na kunafundishwa maadili mazuri, lakini cha kushangaza sasa, hii video imeweza hii video iliyovuja mtandaoni imeweza kuchafua a, jina la shule a, ama limeweza kuwachafulia jina walimu wa shule. Sababu itakuwaje mwana mwalimu e, mwalimu mtu mzima kabisa unalala na kijana aa, na kijana mdogo umri wa miaka kumi na sita. E, lakini huyu kijana aa, kama umeona hiyo video mtazamaji, kama, kama umeona hiyo video utajua kile ninachokizungumza, ila kama hujaiona basi ningependa uweze kuingia Telegram kwenye simu yako pale, download Telegram, ama kama una Telegram uingia kule uandike e, video mwanafunzi na otrend, utaweza kuiona video hiyo sasa Huyu huyu kijana ni kijana mdogo kimiaka kiumri, lakini kwenye hii michezo eh, ni mwalimu. Nadhani umeelewa ni michezo gani hii? Hii michezo ya, ya kufanya mambo eh, bwana. Huyu kijana kweli ni mwalimu, sababu mimi mwenyewe nimeangalia hiyo video. Eh, kijana hodari kweli kweli wa kupeleka moto, anapeleka moto eh, hadi mwalimu wake anabaki kudua, anabaki ah, kushangaa eh, bwana eh, sijui dunia inaelekea wapi kama imefikia hapa e, mpaka, e, mwalimu e, buna, ina, ina, ina mpaka mwalimu naye anaamua kutoa utamu kwa wanafunzi wake. Bwana mtazamaji, ningependa unikomentie hapo, huwa inaendaje? Mpaka mwalimu kumkubali mwanafunzi mdogo kama huyu? Ni vishawishi gani haswa hawa walimu? E, tena mwalimu mtu mzima. Mtazamaji, tukiongelea miaka thelathini seti ni, ni mtoto miaka thelathini. Huyo ni umri wa mama kabisa na mshangazi kabisa, lakini e, anakuja kufanya kitendo kibaya na mtoto mdogo wa miaka kumi na sita. E, ni urefu tu huyo kijana amejaliwa, lakini bado ni mdogo sana kiumri. E, nadhani hata hakufiki wewe, mtazamaji wangu, hapo unayofuatilia e, taarifa hizi e, bwana kijana. Wameagana vizuri wakaingia kwenye chumba inajulikana kama vile guest na ninasemekana, huyu mwalimu amekuwa kijana, amekuwa huyu mwalimu ndiye alianza, alimtongoza huyu kijana. Kijana un, un, un, unajua mtazamaji, sahii vijana e, wengi wanapenda sana masuala ya utamu e, mambo ya mishanga wanapenda sana. Sasa mwalimu alivyomtongoza huyu kijana, kijana basi hakukataa, kaweza kukubali, akamwambia sasa hapa kinachofuata Uh, itabidi eh, kitu kama Jumamosi eh, wakati tumemaliza masomo ya ziada. Masomo ya ziada najulikana kama vile tuition, unajua uh, sana sana, uh, shule nyingi watu wanaenda kuanzia Jumamosi juma, yani kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Uh, kuna wengine wanaenda mpaka Jumamosi, lakini ile jumamosi sasa ni ziada ambapo kwa kizungu ama kwa Kiingereza inaitwa tuition. Kuna shule zingine wasomi sana wanaenda hadi Jumapili. Eh, nishaikuwa na mshikaji wangu Aloo, wao shule yao walikuwa nasoma mpaka Jumapili e, wanatoka saa tisa n yani una, uh, unaenda kanisani asubuhi mpaka saa sita, alafu saa saba mnaingia darasani mpaka e, saa 12 na bwana e, kwa hiyo kila shule ina mipango yake. Sasa, huyu kijana bana wakaja wakakutana ile Jumamosi. Mwalimu na huyu kijana wakakutana Jumamosi hiyo. E, tunajua Jumamosi kawaida huwa kama sisi tunasema ni half day. E, watu wao wanaingia siku nusu tu asubuhi mpaka mchana um, alafu kila mtu anaenda, uh, kwao ama kila mtu anaenda kwake majumbani. Si unajua wanafunzi wengine ni wazazi, kila mtu anaenda nyumbani. Sasa ndo maana inaitwa atushe ama masomo ya ziada. Sasa badala wale baada wale wengine kwenda nyumbani, watoto wote kwenda nyumbani, akabakia mwanafunzi huyu mmoja na huyu mwalimu kama vile ambavyo walikuwa wamepanga, bwana, itaenda hivi, alafu Jumamosi e, watoto wote wakishaondoka, tunabaki peke yetu, tunakiwasha e, wakaweza kufanya mapenzi pale e, wakajifungia kwenye chumba kimoja e, kama darasa hivi, wakajifungia kwenye darasa moja e, basi kijana mdogo huyu ambaye ni kijana wa miaka kumi na sita, wengi wanasema ni mtoto wa Baltasar Engonga mwenyewe. E, akaweza kuanza mambo yake ya kupeleka moto, aka mizagamwano, aka kuzagamua kama kawaida yake. Kijana akaweza kujituma pale, na kijana anajituma kweli kweli. E, mtazamaji, naona mimi naongea vitu vyangu ambavyo vieleweki, lakini nenda telegram uweze kuiangalia hiyo video, alafu tarudi hapa kunikomentia, useme bwana, nimeiona hiyo video, ni moto sana e. Ningekuwekea hapa lakini kulingana na sheria za YouTube huwezi kuweka video ya uchi hapa wala video ya ngono, wala ya ngono wala picha za uchi wala picha za ngono bwana, sababu ni mtandao ambao unaangaliwa na kila mtu, yani unaangaliwa public. Sasa huwezi huwezi weka vitu kama hivyo, lakini ukitaka vitu kama hivyo vimejificha, unaingia kule Telegram, ama upiramini kule utaweza uh, kuvipata sasa bwana, uh, huyu mwanafunzi akampelekea moto eh, mwalimu wake na wakajirekodi kabisa lakini sijui ni kwa nini watu wakifanya mapenzi wanajirekodi, alafu mwisho wa siku uh, video ile inakuja kuvuja, kuvuja. Uh, inakuwa si ni utovu sana uh, wa nidhamu bwana, ndio hivyo uh, stori kamili. Uh, wengi walikuwa naniulize bwana, tunaona stori na trend mbona tuelewi bwana? Nimeamua kuelezea kinagaubaga uh, mshikaji wangu na watazamaji wangu Umbea Media TV mweze um, kuelewa sasa. ngependa uweze kunachia comment pale uh, kwenye swali moja ambalo pia mimi uh, ni, ni, gani yani vinafanya vitu kama kutokea, uh, shule. Ama hua, nini inasababisha hadi mwalimu kulala na bwana e, wengine wana comment pale no night, wengine maaaao awigieanasemakua ni uchawi, uchawi eh, ni, uh, ni hela lakini sidhani kama hela ndo zinashawishi mpaka kufanya mapenzi na mwanafunzi, sababu walimu wengi huwa wana hela tayari. Sasa inakuwaje? Eh, apagae eh, na hela zingine eh, bwana, nidodoshee comment yako kwenye comment section ya Umbea Media uh, TV.